Wapendwa taifa la Mungu, karibuni katika tafakari ya neno la Mungu ikiwa ni Dominika ya thelathini ya mwaka C wa kanisa. Somo la kwanza ni la kitabu cha hekima ya Yoshua bin Sira sura ya thelathini na tano aya ya kumi na mbili hadi aya ya kumi na nne na aya ya kumi na sita hadi aya ya kumi na tisa. Somo la pili ni la waraka wa pili wa mtume Paulo, kwa Timotheo, sura ya nne aya ya sita hadi aya ya nane na aya ya kumi na sita hadi aya ya kumi na nane Somo la tatu ni la Injili takatifu ilivyoandikwa na mwinjili Luka, sura ya kumi na nane aya ya tisa hadi aya ya kumi na nne Tusikilize injili takatifu. Yesu aliwaambia mfano huu watu waliojikinai ya kuwa wao ni wenye haki wakiwadharau wengine wote. Watu wawili walipanda kwenda hekaluni kusali. Mmoja farisayo, wa pili mtoza ushuru. Yule farisayo akasimama akiomba hivi moyoni mwake. E Mungu, nakushukuru kwa kuwa mimi si kama watu wengine, wanyang'anyi, wadhalimu, wazinzi, wala kama huyu mtoza ushuru. Mimi nafunga mara mbili kwa juma, hutoa zaka katika mapato yangu yote. Lakini yule mtoza ushuru alisimama mbali, wala akuthubutu hata kuinua macho yake mbinguni, bali alijipiga piga kifua akisema E Mungu, uniwe radhi mimi mwenye dhambi. Nawaambia, huyu alishuka kwenda nyumbani kwake amehesabiwa haki kuliko yule, kwa maana kila ajikwezaye atadhiliwa, naye ajidhilie atakwezwa. Injili ya Bwana. Wapendwa taifa la Mungu, katika injili tuliyosikia hivi punde Bwana wetu Yesu Kristo anatoa mfano wa Farisayo na mtoza ushuru. Tukumbuke tu kwamba dominika iliyopita tulisikia mfano wa kadhi dhalimu na mjane ambaye hakukata tamaa kudai haki yake, ikiwa ni fundisho kwetu juu ya kusali bila kuchoka, kwa kuwa Mungu wetu daima siku zote ni mvumilivu. Na injili katika Dominika ya leo ni mwendelezo wa injili hiyo ya Dominika iliyopita ambapo baada ya kuhimizwa juu ya maisha ya sala, sasa tunahimizwa na tunaelekezwa ni namna gani tunasali. Farisayo kaomba moyoni mwake kuwa, e Mungu, na kushukuru kwa kuwa mimi si kama watu wengine, wanyang'anyi, wadhalimu, wazinzi wala kama huyu mtoza ushuru. Alafu na mtoza ushuru yeye alisimama mbali, wala hakuthubutu hata kuinua macho yake mbinguni, bali alijipigapiga kifua akisema, e Mungu uniwie radhi mimi mwenye dhambi. Wapendo wa taifa la Mungu, kila mmoja akiweza kusikiliza au kuona juu ya sala hii ya huyu farisayo na sala ya mtoza ushuru, moja kwa moja wengi tutamtazama kwamba farisayo alifanya makosa, alafu huyu mtoza ushuru yeye alikuwa mnyenyekevu, kwa hiyo yeye hakufanya makosa, kiasi kwamba hata tutakapokuja kujiuliza sisi kwa sala hii ya mfarisayo, inawezekana pia mtu akiulizwa kwa sababu ya ubinafsi atasema e, Mungu ninakushukuru kwa kuwa mimi si kama farisayo katika mfano huu wa Yesu. Lakini wakati huo huo, ni kweli, katika maneno, katika fikra tunaweza tukafikiria hivyo, lakini kiuhalisia ndivyo tulivyo katika maisha yetu sisi, kwa sababu wakati mwingi tunajiona kwamba sisi ni bora zaidi kuliko wengine. Ndugu zangu tufahamu kwanza kuhusu wafarisayo. Wafarisayo walikuwa maarufu na walifikiriwa kuwa watu watakatifu, lakini watoza ushuru walifanya kazi kwa ajili ya Roma na walifikiriwa mara nyingi kuwa ni wadhambi. Kwa hiyo kupo, kutokana na hali hii tunaona mwinjili Luka bado anaturudisha katika wazo lake kuu kwamba kukifanya kiumbe kinyonge, kumbe wakati mwingine kinaweza kikafanya matendo ambayo yana thamani kubwa mbele ya Mwenyezi Mungu, na wale ambao katika mawazo yetu ya kibinadamu kwa kuhesabiwa kwamba wana haki zaidi au ni watakatifu kumbe, wao wakawa na kipaumbele zaidi katika kutenda mambo ambayo hayampendezi Mungu kwao ndugu zangu, maana yake mwinjili Luka anatukumbusha tumthamini kila mmoja, haijalishi kwamba ni maskini au ni tajiri, ni mdhambi au ni mtakatifu. Mungu pekee ndiye anayejua kwamba kila mwanadamu ana hali gani. Sasa je, kuna shida gani katika sala ya huyu Farisayo? Ndugu zangu, sala ya Farisayo imekosa uhitaji wa msamaha. Farisayo ameshindwa kujishusha, na mwisho wa siku anajiona bora kuliko wengine, ambao kuna wadhalimu, kuna wanyang'anyi, wazinzi, na zaidi hata yule mtozo ushuru ambayo walikwenda pamoja hekaluni kwa ajili ya kusali. Kumbe tunaona matokeo yake ni kwamba huyu Farisayo anakuwa na hali ya kutojali na mwisho wa siku anaishia katika hali ya ubinafsi. Mbinafsi siku zote hajali wengine, mbinafsi siku zote anajitazama yeye mwenyewe, mbinafsi siku zote haoni makosa ndani mwake, bali yeye kazi yake ni kuona makosa ya wengine. Basi dawa ya mbinafsi ni kuweza kuacha maisha hayo na kuweza kuwa na unyenyekevu. Ukiwa na fadhila ya unyenyekevu hakika, hautajitazama muda mwingi wewe peke yako, lazima uwajali na kuweza kuwasikiliza hata wengine. Kumbe ndugu zangu, tunatambua wazi, ni katika mwanga wa Kristo, ni katika utayari wake wa kusamehe, ni katika utii wake kwa Baba, ndipo ambapo na sisi tunajifunza kupitia Kristo fadhila ya unyenyekevu unyenyekevu ndio msingi wa sala ni hali inayotakiwa kwa ajili ya kupokea kwa wingi wa paji la sala rejea katekisimu ya kanisa katoliki namba 2559 hivyo ndugu zangu tunaona wazi kwamba farisayo katika kujilinganisha yeye na wanyang'anyi na wadhalimu wazinzi na hata yule mtoza ushuru aliyeenda naye karuni kusali, tunaona anafanya ulinganisho ambao unampelekea yeye kuweza kujiona kwamba yeye ni bora zaidi kuliko wengine. Hii hali mwisho wa siku inapelekea kuwa katika hali ya kufa katika maisha ya kiroho. Hivyo tunajifunza na tunaona kuna wajibu wa kila mmoja, ili kuweza kuishi maisha ya msamaha ni lazima aweze kuwa na hali ya unyenyekevu hali ya kujishusha katika kujishusha, ndipo ambapo tunaweza kukiri udhaifu wetu, ndipo ambapo tunaweza kuona kwamba na sisi wakati mwingine tunafanya makosa ambapo tunahitaji kujishusha na kurekebisha makosa hayo, si muda wote kuweza kujiona kwamba sisi ni wakamilifu, kitu ambacho si sawa. Kumbe ndugu zangu, ombi la msamaha ni mwenendo wa kwanza wa sala ambao mtoza ushuru ameshatuonyesha mfano kwa kusema kwamba Ee Mungu uniwie radhi mimi mwenye dhambi. Ukirejea hiyo injili ya Luka sura hiyo ya kumi na nane kwenye aya ya 13 tunamuona mtoza ushuru anakiri udhaifu wake na kuweza kujiona mbele ya Mungu kwamba yeye ni mdhaifu, hivyo anahitaji na kutegemea sana huruma yake ili apate kumsaidia na aweze kuwa safi tena na kuanza maisha mapya. Ndugu zangu, e, Mungu niwie radhi mimi ni mwenye dhambi. Hili ni sharti la sala safi na sala nyofu, ambalo linapelekea huyu mtu kumwonyesha kwamba yu katika hali ya unyenyekevu. Ni unyenyekevu wenye matumaini, ambao unaturudisha katika mwanga wa ushirika kati ya Baba na mwanaye Yesu Kristo na sisi kwa sisi, ili lolote tuombalo walipokea kwake. Rejea waraka wa kwanza wa mtume Yohane kwa watu wote sura ya tatu aya ya ishirini na mbili. Hivyo wapendwa wa taifa la Mungu, katika dominika hii tujifunze maisha ya unyenyekevu, tuishi maisha ya fadhila ya unyenyekevu, tuishi maisha ambayo yatatufanya sisi kwa fadhila hiyo hiyo ya unyenyekevu itaweza kutusaidia tuweze kutambua kwamba muda mwingi tunatakiwa tuishi maisha ya kusameheana na kuweza kujenga vizuri familia zetu, jumuiya zetu, jamii yetu kwa ujumla na taifa letu lote, kiasi kwamba migogoro mingi inayotokea yote ni kutokana na kukosa fadhila na unyenyekevu ambayo itatupelekea kuweza kuishi maisha ya kusameheana. Kwa sababu pale ambapo mwingine anakosea na anapoomba msamaha, unapokuwa tayari katika hali ya kusamehe, unaondoa makandokando mengi na vitu vingi ambavyo tunavibeba mioyoni mwetu. Hivyo tuombe neema ya Mungu itusaidie kuweza kuyaishi haya, ili siku zote tuweze kujenga familia bora ambazo zitakuwa na amani na mshikamano kwa kila mwanafamilia, kila mwana jumuiya, kila mwanakigango, kila mwana, mwana, mwana parokia, kila mwana jimbo, kila mwananchi yoyote na ulimwengu mzima. Awabariki na kuwalinda Mungu Mwenyezi, Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Amina.